Wamiliki wa vituo vya mafuta na wauzaji tunawashauri e, kwa kipindi hiki ambako tuna, tunaelekea kwenye hiyo tisa Desemba yao pamoja na mambo mengine basi e, wasiwauzie mafuta mengi bodaboda pamoja na, na piki, e, bajaji wauze mafuta kidogo e, yasizidi lita mbili, e, yasizidi lita mbili kwa sababu unapowauzia mafuta mengi, ni kuwawezesha kufanya movement za kutoka point A kwenda point B na kuendelea kufanya uharibifu. Kwa hiyo mafuta yanapokuwa mengi ni kama yanahamasisha, e, yanawapa nguvu ya kuweza kusafiri kutoka sehemu moja kwenda nyingine hawa